Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Novemba 10, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa tofauti kutoka pande za ulimwengu. Lengo jine ni sau Ezra Ng'umbi, mtayarishaji ni Bagustav. Tafadhali ambatana nami paka tamati. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi, CCM, wamemchagua Musa Hassan Zungu, mbunge mteule wa Ilala, kuwa mgombea wa nafasi ya spika wa Bunge na 13 kupitia chama hicho. Zungu amechaguliwa baada ya kupata kura 348 dhidi ya kura 16 alizopata mshindani wake ambaye ni mbunge wa zamani wa Shinyanga Steven Masele alionekana kupewa nafasi kabla ya upigwaji wa kura kwanza. Katika uchaguzi wa spika atakayeshinda atakuwa spika wa nane wa bunge la muungano ambalo limeshaongozwa pia na maspika wanawake akiwemo Ana Makinda na Dr. Tulia Ackson Wansasu. Kuchaguliwa kwa Zungu kumekuwa mwendelezo wa manaibu spika kushika wadhifa wa huo. Itakumbukwa Anna Makinda, marehemu Job Ndugai, Dr. Tulia Ackson na sasa Zungu, wote hawa walikuwa manaibu spika kabla ya kuwa maspika kamili. Mkuu wa Jeshi la Polisi igp na wenzake wengine watano, ambao ni wajibu maombi katika shauri la maombi ya kushikiliwa kwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Tanzania Bara, John Heche, wamemwekea pingamizi mwanasiasa huyo. Shauri hilo la maombi lilifunguliwa mahakama kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam na mawakili wa Chadema kwa niaba ya Heche wakiomba amri ya mahakama kuwataka wajibu maombi kumfikisha mahakamani kiongozi huyo au kumwachilia huru kwa dhamana. Katika shauri hilo ambalo mwombaji ni Heche mwenyewe, wajibu maombi ni IGP ambaye ndiye mjibu maombi wa kwanza na mkuu wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO. Wajibu maombi wengine ni mkurugenzi wa mashtaka DPP Mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kinondoni, RCO, kamishna mkuu wa uhamiaji na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Shauri hilo lilipangwa kusikiliza na Jaji Obatia Bwigoge leo Jumatatu, Novemba 10, 2025. Hata hivyo, limekwama baada ya wa wajibu maombi kuwasilisha Maseneta nchini Marekani wamefikia makubaliano ya kurejesha ufadhili kwa serikali kuu na kukomesha hatua ya kufungwa kwa shughuli za uendeshaji serikali ambazo zimeingia siku ya 40 hivi leo na kulazimisha operesheni nyingi za serikali kusimamishwa. Vyombo vya habari vya nchini Marekani vikiwemo vituo vya CNN na Fox News vimeripoti kwamba watunga sheria hao wameafikiana kuruhusu ufadhili kwa serikali kuu hadi mwezi Januari mara baada ya kubishana sana juu ya ruzuku kwenye huduma za afya mafao ya chakula na hatua ya Rais Donald Trump kwa kufuta kazi wa wafanyakazi kadhaa wa serikali kuu. Makubaliano hayo ya leo yanatazamiwa kupigiwa kura na baraza la seneti usiku wa leo. Hata hivyo, makubaliano hayo yamefikiwa baada ya hasara kubwa sana, hasa kwenye sekta ya usafirishaji wa anga ambapo zaidi ya safari elfu saba zilicheleweshwa jana Jumapili, huku zaidi ya elfu moja zikifutwa siku ya Jumaa na zaidi ya 1500 siku ya Jumamosi. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Novemba 10, 2025. Asante kwa kutegea sikio na kutufuatilia na gujini nisaa waweze ra ngombi. Mtayarishaji ni Goodluck Gustav, mpaka wakati mwingine, bye bye.